Kazi wote tujiunge pamoja kujitenga hatari. Serikali kupitia ofisi ya Rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora imetoa kibali kwa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA kwa ajili watumishi wapya sabini na nne katika jitihada za kuongeza ufanisi wa taasisi hiyo ili kutekeleza jukumu lake la msingi la kulinda nguvu kazi ya Taifa. Mpango huu wa serikali umeelezwa katika kikao cha nne cha baraza la tano la wafanyakazi wa OSHA kilichofanyika Kibaha mkoani Pwani na kufunguliwa rasmi na Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Bi. Mary Maganga. Niwapongeza sana kwa kupata kanuni zinazotaka kuhakikisha na baraza muda na wakati unapofika, lakini kubwa mwaka huu tunakutana kwa kujadili a nawapongeza sana OSHA juzi tu tumepitisha kuadilika, vilevile kueleza mafanikio ya taasisi ambazo ziko chini yetu. Kona OSHA ilikuweka, nafikiri hakukuwa na mjadala hapo, ma mambo yenu mazuri, endeleni sana. Tuko hapa kujadili budget. Huu utaratibu nafikiri huu ni mzuri sana wenzangu, watuge ni ushirikishwaji. Tuko hapa kwa ajili ya kujua tunapanga nini ili baadaye tusiwe na surprises huko mbele, lakini ni nini tumefanya na wapi tulikosea na wapi tujirekebishe. Sasa mi ningependa tu kwa kifupi sana niongee kitu kimoja tu, tuko uh, hapa kwa utatu wetu, sisi kama wafanyakazi, serikali iko na wenzetu eh, wa vyama vya wafanyakazi tunategemea, changamoto zote zilizopo tunaziongea kwa baraka kama haya, si ndiyo? E, lakini tumeshikana mikono hapa, tumeimpa solidarity, yani tushikamane, kasi tushikamane ili tufanye kazi. Kwa mara ya mwisho tena, naomba niwapongeze tena kwa kazi nzuri mnayoifanya OSHA. Uh, kazi nzuri, naomba tusiharibu malengo, mmeongea hapa ni makubwa Naomba uwepo wetu hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kupitia na kutathmini bajeti yetu ambayo tunategemea kwenda kuitekeleza ya mwaka 2526 lakini, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitumie fursa hii kukuambia kwamba bajeti hii tuliyotengeneza ilikuwa ni bajeti ambayo ni shirikishi wote tulishiriki katika kuitengeneza kuanzia ngazi ya idara, vitengo, na kila mmoja wetu anafahamu kwamba haya ndio maoteo ambayo tumeyatengeneza, lakini kwa mujibu wa sheria na utaratibu lazima bajeti hii eh, eh, baraza hili liweze kuipitisha ili baadaye iweze kwenda kwenye bodi. Hii ni katika kuhakikisha kwamba hiki tutakachokuletea kimepitia hapa na kimebeba maoni ya kila mmoja wetu. Tunaomba nitumie fursa hii kwa niaba ya baraza na watumishi wote kukushukuru kwamba umeweza kutupatia, kwa juhudi zako binafsi, umeweza kutupatia vibali vya watumishi 74 ambavyo kwa sasa viko sekretarieti ya ajira na umeshaanza ya kutangaza, lakini vile vile tunategemea kununua magari nane lakini tunategemea pia kununua vifaa vya kisasa kabisa vya kaguzi vya karibia bilioni moja pointi moja 1. Kwa hiyo tunaimani kabisa, mheshimiwa mgeni rasmi, tutakapopita tena katika kufanya tathmini ya pale tulipofika, basi tutakupa hadithi nzuri ya kwamba hii ndoto ambayo tunayo ambayo tunaamini itakuja kuwa kweli, basi tumeweza kuifikia. Kwa upande wake naibu katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa serikali na afya TUGE bwana Ruge Malila Rutatina, ambaye ameshiriki kikao hicho, amepongeza OSHA kwa kuwa mfano bora katika kujenga umoja wa wafanyakazi, ikiwa ni pamoja na kuwashirikisha kufanya maamuzi muhimu ya taasisi kupitia vikao vya mabaraza ya wafanyakazi kwa mujibu wa sheria za nchi. Sisi kama TUGE tumekuwa tukifurahia ushiriki na ushirikiano wa Osha kama taasisi na wafanyakazi na washirikishaji, sisi kama chama cha wafanyakazi kazi. Nashukuru sana kwa ushirikiano mzuri kati ya management ya Osha na tumesho Osha au wafanyakazi na chama cha wafanyakazi cha Osha. Labda, mheshimiwa mwenyekiti, wakati <coughs> napitia mafanikio nilikuwa najiuliza wapi siri ni yoliza kubwa. Bahati nzuri, wakati Osha nimeshiki na Osha kwa muda mrefu, ila mara yangu ya kwanza kushika na kikao lakini ikiwa nje tangia mnasuasua kipindi kile mnapata usi kutoka serikalini mpaka sahizi ambako naweza kutoamiwa hilo serikalini. Labda hii ni mojawapo ya ushirikiano, mshikamano, bidii na mtendaji wa kazi nzuri dhidi yenu na menejimenti ya OSHA <laughs> na wakati mwingine mweshimia Mabaraza ya wa wafanyakazi nchini yapo kwa mujibu wa waraka wa Rais namba moja wa mwaka elfu moja mia tisa sabini uliowaelekeza waajiri kuwashirikisha wafanyakazi mahali pa kazi katika kupanga, kutekeleza na kutathmini matokeo ya kazi zinazofanyika.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 2025 kwa awamu ya pili. Pia muula mpya wa masomo kwa kosi za IT hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.